Mtu tajiri alimtokezea nyoka wa dhahabu aliyekuwa ameficha kwenye sleeve yake. Nyoka alimuma mguu wa msichana kwa mara moja. Msichana alikuwa umri wa miaka mia moja. Kila mtu aliyekuwako kwenye sherehe alishtushwa. Mtu tajiri aliwaonya wazazi wa msichana, ikiwa walitaka kuokoa uhai wa msichana huyo, walilazimika kuahidi kumpa binti yao ndoa kwake. Wazazi wa msichana hawakukubali, waliagiza mtajiri huyo anasikwe. Kisha mtajiri huyo akatupa kipande cha dhahabu chini. Kipindi kinachofuata dhahabu iligeuka kuwa gari la michezo. Alikimbia mbele ya watu wote. Msichana aliachwa katika hali mbaya. Wakati huu mwanamume mmola wa kigaani alifanya uchawi kuimadhamisha hali ya msichana, lakini wazazi wa msichana walimtazama kama adui. Hawakuweza kuruhusu uhai wa binti yao kutiwa amana kwa mtu wa nje, kwa hivyo wakamchukua binti yao nyumbani. Walilipa gharama kubwa kwa daktari, lakini sio daktari aliyefika, ilikuwa mtajiri huyo. Ilibainika kuwa alikuwa ameshirikiana kwa siri na daktari huyo, kwa hivyo wazazi hawakuwa na budi ila kumpa binti yao ndoa kwake. Lakini wakati huu mgeni huyo wa kushangaza alitokea hakumfikiria daktari huyo kuwa mzuri wa kutosha kuokoa msichana. Baada ya kusikia hili, baba wa msichana alimpiga alimwambia mwanamume huyo asiachilie matibabu ya binti yake. Kujithibitisha, daktari aliingiza uchawi wake wote ndani ya msichana. Msichana akatema damu iliyosimama mwilini mwake mbele ya watu wote. Msichana aliponea na kuwa na ujana wake. Jina la mchawi lilionyesha mwanamume huyo mtajiri. Aliidai mwanamume huyo achomwe nje na kulishwa mbwa, lakini kisha hali ya msichana ikazidi kuwa mbaya tena. Daktari aliogopa na hadi hakujua cha kufanya. Ili kuwafanya watu hawa watambue ujinga wao, mwanamume huyo akachukua kipande cha karatasi kutoka mfukoni mwake na akachoma moto, kisha akachukua kidogo ya majivu na akayapaka kwenye uso wa msichana. Kwa mara moja, mwili wa msichana ulizungukwa na miale ya moto. Kila mtu alidhani alikuwa akiuchoma mwili, wakaamua kumfukuza. Lakini wakati unaofuata, msichana sio tu alikuwa mchanga zaidi, bali hata mrembo zaidi kuliko awali.